Asalamu As alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bali zenu ndugu zangu, na baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kukitakia rehma na amani kipenzi chake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu tena kwa kunijalia uzima, kutujalia afya mpaka leo tumekutana tena katika kipindi chetu hiki cha Sir Bin Laden 786 lakini chengine cha ziada, na mshukuru kila mmoja yule ambaye amesubscribe kwa sababu kadri mnavyozidi kusubscribe tunazidi kuwa wengi, na mnavyozidi kuwa wengi mnanipa eh, moyo wa kuendelea kuelekeza ku elimu ya tiba, kwa sababu nao uwezo pia nikachukua hii elimu yangu, yangu nikaikalia kimya, kwa sababu elimu ya tiba ni jukumu langu mimi mwenyewe kusema naelekeza au na ficha, lakini mda mwingine nasema leo nitafichua vitu vyote katika ulimwengu wa tiba na nitaelekeza kila kitu kimoja kimoja kwa idhini yake Mwenyezi Mungu lakini pia nawaombea wale ambao wote walio subscribe katika channel yetu hii ya Sir Bin Laden, basi Allah ajalie kila wanachosoma na kukifanyia kazi katika hii channel yangu, basi hilo jambo liwe kun fayakun kwa idhini yake Allah. Yote ambao atapata ijaza kupitia katika elimu yetu hii ya channel ya Sir Bin Laden, kisha ka subscribe, basi Allah ajalie alichokichukua katika hii channel yetu kiwe kun fayakun i pia nawapenda na, na sana. Sasa somo letu la leo eh, ni namna ya kujiondoa nuksi na kujipa mvuto kwa kutumia sura katika Qur'ani. Allah, eh, yeye ameiumba Qur'ani, ameitengeneza Qur'ani kuwa ni tiba na kuwa ni ponyo kwa kila sampuli ya jambo, maana nasema nazilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahma, kwa wale ambao wa rahmatul lil mu'minin, kwa wale ambao walioamini yeye ametelemsha Qur'ani kuwa ni ponyo kwa, kwa wale ambao walioamini. Lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema tadawa wa ibad Allah, fa inna Allah lam yadh'a daan illa wadaa lahu dawaan, pia ni dawa, Mwenyezi Mungu hakuteremsha maradhi ila ameteremsha na tiba, kwa hiyo tunakuja kupata kwamba katika ulimwengu kila jambo lina tiba yake na kila kitu kina tiba yake ila ili ujue tiba yake lazima uwe miongoni mwa watu ambao Allah yeye amewajalia elimu na amewapa nuru ya hiyo elimu, kwa sababu elimu sio kitu ambacho kila mmoja atakuwa nacho, kwa sababu wengine watajua hiki, wengine. Ndio maana leo hii kuna madaktari wa kila sampuli, kuna madaktari wa tumbo, kuna madaktari wa jino, kuna kila sampuli ya madaktari. Huo ndio ulimwengu ulivyo. Kwa hiyo somo letu la leo, kwanza tutakuja kujisomea kuja kuojua kwamba mimi mtu anataka mvuto afanyaje ili apate mvuto mkubwa katika huu ulimwengu, apendwe na watu, asikilizwe na watu, apate kila anachokitaka. Maana Sheikh, kuna watu wana elimu, wana, wana kila kitu lakini kila wanachokifanya huwa hawasikilizwi na kila wanachokifanya huwa hawapati wanachokitaka. Kuna mmoja miongoni mwa watu alikuja akaniambia, Sheikh mimi mimi nina PhD lakini nikienda kuomba kazi sipate, na kazi mimi wenzangu ambao wanaopata kazi ni wale ambao hakuna ambacho amenizidi mimi, lakini pia saa nyingine naweza mimi nikatoa mada labda tukawa wawili, mimi nikatoa mada ile ambayo bosi anajua kabisa, nikimwambia hii ataielewa, mimi anisikilizi, lakini yule mwenzangu mwingine akija na mada ile ambayo mimi nimetoa huwa anasikilizwa na pendo, na huenda akapata kazi. Sasa njia ambayo nitaielekeza leo ni njia ambayo mtu akiifanya kwa usahihi lazima atapata mvuto kiumbe katika ulimwengu. Kwanza, kabla sijaingia katika hiyo mada, ki katika ulimwengu kuna maji matatu matakatifu, matatu mpaka saba, maji matakatifu. Miongoni mwa maji matakatifu ni maji ya mvua, au ni maji matakatifu kabisa, ni maji yenye miujiza katika ulimwengu. Tena maji ya mvua yale ambayo unayakinga hayajapitia kwenye bati, ni yale ambayo yamepita mbele ya bati. Lakini pia maji ya pili ni maji ya kisima. Kuna siku moja kipindi nasoma kule Tanga, kuna kisima kipo katika bahari pembezoni ya bahari. Kile kisima Allah alivyokuwa fundi. Kile kisima kipo baharini, bahari na maji ya chumvi. Lakini kile kisima hakina chumvi, kina maji baridi ambayo sio maji ya chumvi. Kisima kipo pale Forodhani Tanga. Sasa nilikuwa nakipenda kile kisima kufanyia majambo. Na maji mengine ni maji ya bahari. Ya ya tarasimu ni maneno ambayo aidha iwe Qur'ani umeandika kwa dhafarani na maji ya mawaridi au iwe tarasimu ambayo imetokana na abjadia, kwa sababu katika ulimwengu abjadi ndio miongoni mwa maneno ya maajabu ambayo Allah yeye aliyatumia kutengeneza Qur'ani yake. Sasa e, ili ufanikishie majambo yako andika surati Buruji wasamai dhati al buruji, sawa. Iandike vizuri katika karatasi kwa kutumia dhafarani maji ya ma, ma, ma, ma, marashirozi. Baada ya kuiandika vizuri surati Buruji, kachukue maji ya mtoni lita moja. Baada ya kuchukua maji ya mto yale, eka na marashirozi ndani ya maji ya mto baada hapo chukua tarasimu lako hilo la wasamai dhatil buruj, lisome mala ishirini na moja, sura hiyo hiyo wasamai dhatil buruj. Kipindi unasoma unakuwa na ubani zukhura ishirini na moja. Unasoma wasamai ya kwanza unatupa ubani zukhura katika moto, kwa manuizi wewe upendwe na watu, usikilizwe na watu, na ufunguliwe mwili wako kabisa, sawa sawa. Baada ya hapo, unakuwa unatupa unafanya, unasoma afuna, afuna, tupa kwenye moto hiyo baada ya kufanya hivyo, baada ya kumaliza, utalichukua ile tarasimu na hayo maji ya mtoni utayachemsha, kisha utatumia kukoga yakiwa ya uvuguvugu. Allahu akbar, hii ni miongoni mwa maajabu makubwa katika hiyo sura, ingawaje sura inafanya vitu vingi sana, kumrudisha mpenzi, inafanya vitu vya ajabu vyote unavyovijua wewe. Baada ya kusema haya, na kupendeni sana na namshukuru Mwenyezi Mungu, amani iwe juu yenu na nakuombeeni, msisahau kusubscribe, shukran.